Karibu sana fansi wetu kwenye napita tu ya kwetu yenye faida kubwa na huwa inatuongezea yale ya ziada ambayo sisi huwa tunahitaji kusogezeana au kuongezeana katika eh, jarida letu hili lililokuwa bora sana. Karibu sana kwenye ukurasa wetu kwa wale ambao mmekuwa mnazidi ku E, subscribe na kutuma maoni mbalimbali, hmm. Tumekuwa tunayapokea na tunayafanyia kazi. Mimi naitwa Anko Amiri. Leo tuna nafasi ya kufahamu kuhusiana na vile ambavyo tumekuwa tukivifahamu kiufupi, kiurefu, lakini hapa inakuwa ni nafasi ya kuwekana sawa kwa kuongezea na faida. Tumekuwa tunavitaja vingi sana makampuni kupitia e, kifupisho, lakini si tunahitaji pia kujua urefu wake. Leo e, tukiwa tunaelekea katika siku ya fanya kazi Uh, inaitwa siku ya wafanyakazi Mei Mosi. Leo tuna nafasi ya kufahamu kuhusiana na TUCTA, ambayo hiki ni chama cha wafanyakazi. Wewe umekuwa unafahamu kirefu cha neno TUCTA? Kama ulikuwa kufahamu, eh, TUCTA kirefu chake ni Trade Union Congress of Tanzania na ni umoja wa vyama vya wa wafanyakazi Tanzania ikiwa na, na mabaraza zaidi ya kumi na tatu na iliundwa mwaka elfu mbili na moja, baada ya kufutwa kwa kilichokuwa e, shirikisho la vyama vya wafanyabiashara huria, na kilikuwa kinafupishwa kwa kuitwa TFTU. Kweli kwa ufahamu kuhusiana na TUCTA, fahamu kwamba ni Trade Union Congress of Tanzania, ni chama cha wafanyakazi Tanzania. Sh, uh, napenda utosheke na hayo. Ninaitwa naitwa Amiri Mtambo zokanita anko Amiri, na pika tu ya siku ya leo inakomea hapo. Asante na shukrani pia.